Wafanya biashara wa Mbeya wanalipa kodi ya leseni, wanahuisha leseni zao, na matokeo yake wanayaona kwa vitendo. Mbeya oye! Oh oye yeah! Kuna mzazi anachangishwa dawati tena, ule usumbufu umekwisha. nineitumie fursa hii kuwaomba wafanya biashara wa Mbeya, tuendelee kukata leseni zetu kwa wakati, kuhuisha leseni zetu kwa wakati na kile tunachochangia serikali kwa kulipia kwenye leseni ndiyo matokeo yetu haya, watoto wetu wanaenda kusoma bila bughudha. Katika kipindi cha kwanza cha robo ya kwanza halmashauri imefanikiwa kutoa shilingi bilioni nne milioni 483 laki mbili na 84 522 na senti 9 cho mkoa, mkoa. Fedha hizi zimekwenda katika maeneo mbalimbali kwenye mfuko wa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Tumefanikiwa kupeleka shilingi milioni 844 fedha zilizopelekwa katika miradi mbalimbali, shule za msingi, sekondari na vituo vya afya ni takribani shilingi bilioni 2 milioni 136 laki tano na kumi na sita mia tatu na kumi na nne.